Habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na dawa ya Cypro B+. Watu wengi wamekuwa wakitumia kwa lengo la kuongeza unene na wengine wamekuwa wakiuliza maswali, je, daktari hii dawa inaongeza unene na ni kweli kuna uhalisia kwamba Cypro B+ inaongeza unene? Basi kwa leo nitaendelea kuelezea kitaalamu imekaaje na matumizi yake sahihi. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel ya Dr. Rafiki, karibu sana. Hakikisha umesubscribe ili uanze kupata masomo yetu ya afya tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Sasa kabla sijaongelea kuhusu dawa ya Cypro B Plus kuhusiana na kuongeza unene, ni vizuri kwanza uifahamu dawa ya Cypro B Plus vizuri. Sasa unaposema Cypro B Plus, hii ni dawa ambayo ina mchanganyiko wa dawa mbili. Dawa ya kwanza inaitwa Cyproheptadine hydrochloride. Hii ni dawa ambayo kwa kitaalam tunaiita ni antihistamine. Uh, mara nyingi ni dawa ambazo zinaenda kuzuia kemikali ya histamine mwilini. Sasa unaweza kujiuliza, histamine ni nini? Histamine huwa ni kemikali inazalishwa wakati unapopata mzio. Kwa lugha rahisi, mzio ni r sasa unapopata mzio uh, chochote, uh, wa kitu chochote huwa inazalishwa kemikali ya histamine. Sasa hizi dawa zimetengenezwa mahususi ili kuenda kuzuia hiyo kemikali ya histamine. Dalili za mzio ni kama vile uh, hizo umepata mafua ya areji au vipele au kuwashwa ngozi. Mara nyingi dawa hii uh, itaenda kuzuia hiyo kemikali ya histamine ili usiendelee kupata mzio. Sasa ukiachana na kuzuia kemikali ya istamin, pia ina athari kwenye ubongo, kwa sababu huwa inaenda kuzuia kemikali ya serotoni. Serotoni ina kazi nyingi mwilini, inadhibiti usingizi, lakini pia huwa ina kontrol hali ya kulizika, mara nyingi kama umetosheka au kujatosheka, sasa kwenye masuala ya chakula. Sasa kwa mfano uh, serotonin inapokuwa juu mara nyingi huwa inauambia mwili kwamba hauhitaji tena kupata chakula sasa hii dawa uh, mauzi yake mengine au kwa kitaalam tunasema side effect kwamba inapoenda kwenye ubongo huwa inazuia serotonin na serotonin zikiwa kwa kiwango kidogo huyu mtu sasa anakuwa na uhitaji mkubwa wa kula chakula ndio maana sasa mtu anayetumia uh, dawa ya Cypro B Plus anajikuta anakula sana na anapata hamu ya kula kwa sababu uh, imezuiliwa kemikali ya serotoni. Mfano rahisi ni pale ambapo umekula chakula umeshiba, mara nyingi serotoni waga inazalishwa kuambia mwili wako usiendelee tena kupata chakula. Sasa inapokuwa kwa, kwa kiwango kidogo, ndipo mwili wako unapata taarifa kwamba uendelee kula zaidi. Kwa hiyo hii dawa mara nyingi baadhi ya mauzi yake huwa inaenda inapunguza zile serotonin kemikali, ambazo uh, zinasaidia mtu kuridhika na chakula, yani kuwa anajifili kwamba ametosheka. Sasa zikiwa kidogo, basi huyu mtu atakuwa ana uhitaji mkubwa. Kwa hiyo ndio maana mtu anayetumia dawa ya Cypro B Plus anajikuta anakula mara kwa mara, kwa sababu hamu ya kula inakuwa kubwa zaidi na mwili unakuwa na uhitaji wa kula kwa kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu ya upungufu wa serotonin. Dawa ya pili ambayo imo ndani ya dawa ya Cypro B Plus ni vitamini B kompleksi. Uh, hizi ni vitamini ambazo zinasaidia mwili katika mmeng'enyo wa chakula, uh, utengenezaji wa nishati, ukuaji wa seli na kwenye mfumo wa fahamu. Kwa hiyo vitamini hizi zinasaidia mwili kutumia vizuri virutubisho unapokula. Dawa zote hizi mbili, kila moja ina kazi yake muhimu. Cyproheptadine itakusaidia kupata hamu ya kula, lakini hizi vitamini zitakusaidia uh, kutumia vizuri chakula unachokula, kwa sababu vitamini hizi zinasaidia katika mmeng'enyo wa chakula, lakini pia katika mfumo wa neva, lakini pia katika uh, kutumia vizuri virutubisho unavyokula mwilini. Sasa baada ya kuelewa vizuri kuhusiana na dawa ya Cypro B Plus, turudi kwenye mada yetu kuu. Je, dawa ya Cypro B Plus inaongeza unene? Kitaalamu, jibu ni hapana. Unapotumia dawa ya Cypro B Plus huwa haikuongezi unene. Kinachotokea ni kwamba unapotumia dawa ya Cypro B Plus huwa unaongeza kiwango kikubwa cha hamu ya kula. Sasa mwili unakuwa unahitaji chakula zaidi na wewe utakuwa unakula sana. Sasa unavyokula sana ndipo a uh, kama unavyojua kwamba unapokula zaidi unazalisha nishati nyingi zaidi. Kwa ile nishati ambayo utakuwa umeitumia inageuzwa kuwa mafuta, hayo mafuta ndio yanaanza kujitengeneza kwenye mwili wako, ndipo hapo mtu anaongezeka uzito, lakini si kwamba dawa yenyewe ukiinywa unaongezeka uzito. Na kwa mfano ukinywa dawa ya Cypro B Plus lakini ukawa hauli mara nyingi hutapata uzito, kwa sababu uh, hii dawa kazi yake ni kukuongeza tu hamu ya kula. Sasa kama una changamoto ya kuongezeka uzito, njia nzuri ya kuongeza uzito ambayo inakuwa ni salama kiafya ni kwa kutumia mlo kamili ambao una protini, vyakula eh, vyenye mafuta kiasi, mboga mboga, lakini pia vyakula vya wanga kiasi na kufanya mazoezi. Lakini ukiwa unatumia dawa ya Cypro B Plus kweli utaongezeka uzito kula, uh, kwa sababu utakuwa unakula kwa kiwango kikubwa ambayo sio cha kawaida, lakini pia inategemeana. Kwa mfano ukiona kwa vya kula vyakula vyenye wanga nyingi, lakini pia na mafuta mengi, utajikuta unaongezeka uh, uzito, lakini uzito huo utakuwa hatari kwa afya yako, kwa sababu uh, utaongeza mafuta ambayo si mazuri kwenye mwili wako. Kwa ushauri wangu, ni vizuri uh, kutumia Cypro B Plus pale ambapo una changamoto ya hamu ya kula. Lakini kama hamu yako ya kula iko vizuri na hauna changamoto yoyote kwenye hamu ya kula, basi hauna haja ya kutumia Cypro B Plus. Kama una swali lolote kuhusiana na dawa ya Cypro B Plus unaweza kua comment hapo sehemu ya comment section na nitalifanyia kazi. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana kwenye channel ya Dokta Rafiki. Hakikisha umesubscribe ili wa kwanza kupata masomo yetu ya afya tunaweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Dr. Rafiki. Asante sana na karibu tena. Dr. Rafiki tunasema huduma bora ya afya karibu yako.